Bismillah walhamdulillah wasallallahu wasallam wa wa wa wabaraka ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. E, mpendwa mtazamaji ndugu yangu e, Muislamu, tupo hapa kwa shughuli moja muhimu kabisa e, na ndio mbele yangu hapa kuna kamera nyingi sana tu e, vijana wetu wapo hapa, Bambara yuko, Shamsuddin yupo, Abdi John TV e, rafiki yangu Mwenyezi Mungu ampe shifa, yupo Habibullah, yupo Alaamnu ipo Amigo yupo Alhuda na yupo Jamal Islam TV wote wapo hapa e, bila shaka mpaka hapo unaelewa ni shughuli kubwa kabisa ambayo imetukusanya kwenye nafasi hii e, jambo ambayo limetukusanya ni kuhusu jengo letu kama mnavyolifuatilia. e, kwanza kabisa ni kukushukuruni kukushukuruni alhamdulillah. Baada ya uwezo wa Allah subhanahu wa taala, kisha juhudi zile mumefanya zimetufikisha kuliona jengo pale ambapo lipo, ambapo kama unavyofuatilia, msinge wa sale lile jumba la mkutano tayari umemalizika. Msingi wa maofisi ya Komibu tayari umemalizika. Ni mamilioni mengi sana, kama utavyokuja kusikia. Hajaja mwarabu wala hatujabisha hodi nje, lakini ni ile moja moja ya kwako, ya kwangu, ya kwake imetufikisha hapo. Kwa hiyo uh, hatukupenda kuwa wezi wa fadhila, tumependa kushukuru hilo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akulipeni kheri, akuwekeni katika wale ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza, hakuna siku inayopita ila malaika wawili wanateremka. Allah akuwekeni kwa yule malaika wa kwanza ambaye anasema Allahuma ati munfiqan khalafa, Mwenyezi Mungu mpe kila atayetoa mpe badala. Mwenyezi Mungu akupeni badala, Mwenyezi Mungu akukingeni na maradhi kwa juhudi hizi ambazo mume, mume zifanya. Kwa hiyo hiyo ni shukurani, kipengele cha kwanza kukushukuruni. Kwa kweli tunakushukuruni sana sana sana kwa niaba ya jamii ya Kiislamu nchini Burundi e, shukurani zetu za dhati kwa waumini wote kwa ujumla nchini. Lakini la pili ni ripoti ya yale mapesa yenu e, kwa ujumla kazi mnavyoiona mpaka hapo kwenye imefikia pesa zilokusanywa kufanya hiyo kazi milioni mia tatu na thalathini na tatu laki mbili elfu hamsini na nane, mia moja sitini na sita Hiyo ni pesa imetoka mwenye mifuko yenu na ndio imefanya kazi hizo, ni ripoti hiyo hiyo, milioni mia tatu thalathini na tatu na kidogo, hizo ziligawika sehemu mbili e, ni kwamba tulipokea milioni mbili na tisa alfu sitini na mbili na mia tano mapesa hayo hizo zilikuja ni pesa make ziliingia pesa hivyo e, lakini tukapokea vifaa vya kazi, mawe. Mwislamu analeta beni la mawe, Mwislamu analeta mifuko mitano ya simenti, mara sijui Afemebu imeleta mifuko kumi, mara sijui Grupema Ruziba imeleta hivi, Hajati Binti Bilali wameleta hivi, mwislamu wa kawaida amefanya hivi, chuma kimekuja hicho. Vyote hivyo hatukufumbia macho, ufundi ulivyoorodhesha na kuvipa thamani kwa hiyo vikawa vimebeba thamani ya milioni 124 laki 195 666, mapesa ya vifaa jumla. Ukizikusanya hizo ndio zinakwenda kwele milioni 333 laki 258 166. Hiyo ni ripoti ya mapesa. Mpendwa eh, Mwislamu, kazi itayofuatia baada ya msingi huo umemalizika, tunakwenda kwenye hatua ya pili kupandisha hivyo viguzo vipande juu, alafu kuvivisha dale ya kwanza. Ni kazi ambayo itahitaji pia ileile ile michanga, sijui gravier, inahitaji simenti, inahitaji vyuma kwa hiyo bado kazi inaendelea, hatua ya pili ni sisi wenyewe taendelea kujisopa insha allah kwa kusakata pepo yetu na ajira yetu mbele ya Allah, ili tufikie pazuri, pia katika kukusanya vifao hivyo vya hatua hatua ya pili e, lakini e, la nne ni michango E, michango, kuna mfumo wa kukusanya e, mapesa ili tufikie kazi yetu kuzuri biidhnillah. Ni mfumo ambao e, umeanza mwezi wa nane, na hivyo tukapenda tufahamishe, na umewekwa sawa zaidi kwa mwezi huu wa tisa insha Allah. Kwa hiyo mwislamu kama mwislamu amka, simama, sote tushirikiane mkono kwa mkono inshallah, e, sakata ili tuweze kufanikisha. Ni michango imegawika hivi Msikiti kwa ujumla wake franka elfu moja kwa siku ya salam. Msikiti kwa ujumla franka elfu moja kwa siku, ule msikiti ukasema elfu moja. Waumini wetu si tunatoa kumi ishirini hamsini kwa siku, Allah kulipeni kheri. Lakini kinachosajiliwa msikiti franka elfu moja kwa siku ni thalathini elfu kwa mwezi kila msikiti. Hizi ni pesa zinatakiwa ndani ya mwezi huu, tunaanza wa tisa, baada ya ripoti ya mwezi wa nane mtafikishiwa. Kwa hiyo msikiti, elfu moja elfu moja kwa siku. Kifungo cha pili ni elfu moja kwa kila Muislamu mkubwa kwa mtoto, hata yule ambaye umemzaa leo Mwekee e, dhamana hiyo ya elfu moja kwa ajili ya Allah subhanahu wataala, ikiwa ni swadaqatun jaria ya, ya hakoka bwana mdogo kwa Allah subhanahu wataala ni kile chuma kitazikwa mle e, na labda wewe umeitoa umekwisha sahawika kabisa haupo, lakini chuma kile nondo bado ipo inakwenda hivyo, sadaka inaendelea ya kudumu. Tuwe na mawazo ya kutazama huko. Kwa hiyo alfu moja kwa msikiti kwa siku, alfu moja kwa kichwa cha mtu, kila muislamu Burundi nzima kwa siku kwa, kwa, kwa mwezi alfu moja Kama una watu watatu ndani ya nyumba, alfu tatu kwa mwezi kama una watu kumi alfu kumi kwa mwezi. Ukizidisha, faman tatawaa khairan fahuwa khairu llah, ukizidisha ni kheri zaidi kwako. Kwa hiyo ni sakata hilo bidhnillahi taala. Unaweza jiuliza shekhe, pesa hiyo inakusanywa inakwenda vipi na inakusanywaje? Eh, ni kwamba utaratibu huko vizuri sana watakutembeleni watu ndani ya majumba, wanasare rasmi wamezivaa wanazo karne zile na risiti na maelezo kamili, wanakupa wanakukinaisha nyumbani, na mtapewa ripoti. Wanatembea kuanzia Mugere kwenda Mukaza kwenda Ndahangwa na nchi nzima kwa ujumla, wanatembea kwa shughuli hiyo. Insha Allah mipango iko vizuri sana. Wape wale sadaka yako, itakuwa imefika mwenye mikono aminifu kabisa, wala haina tatizo na itatufikia hapa ofisini na kufanya kazi biidhnillahi taala kwa hiyo kadri tunavyokwenda siku baada ya siku, ripoti mtakwenda mnazipata. Leo Jamali nipo hapa mbele ya mike, lakini kesho, kesho kutwa watakuwa hapa mainjinia wa timu la ufundi, watatoa kwa kina kabisa ripoti ya kazi gisi zilivyo. Narudi tena kusema, ndugu zangoni, wallahi nakushukuruni sana sana sana kwa juhudi hizi mmezifanya, zimetuonyesha kumbe mwislamu mwenyewe Burundi anaweza na tunaweza kuona mapesa mengi haya yametoka hapa. Nimetoa ripoti tu ya mapesa yalivyo, lakini kuna yale ambayo hayapo hapa. Mmetoa pia mchango wa nguvu nguvu zenu. Kila Jumamosi watu wako pale, wake kwa waume, wanapokezana vifaa, wanafanya hivi. Wale ungewaorodhesha toka walivyoanza Jumamosi zile mpaka leo, ni mapesa mengi. Kama ungeweka wale uweke, ndio wasaidizi wa mafundi na kila mmoja baada ya kazi anapewa ajira yake, ni mapesa yangeongezeka zaidi ya haya, ni mengi sana. Kwa hiyo tunasema Mwenyezi Mungu akukutanisheni na kazi hiyo nzuri inshallah, kwenye mzani wa mazuri yenu siku ya Kiyama. Kazi haijaisha, bali niseme ndiyo kazi Tuanze kwa kasi nyingine insha allah tuone kupiga hatua ya kupandisha hivyo viguzo na kuvivisha dali ya kwanza insha allah, Mwenyezi Mungu atubebe na kushukuruni sana. Nitanyanyuka kwenye kiti na kumpisha ndugu yangu shekhe wangu Abdur Rashid kuweza kuwafahamisha kwa luga nyingine, insha allahu taala, akiwa pia ni msemaji ndani ya baraza letu la mashekhe nchini Burundi. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wasallam wabad kuruno musuri hejuru itariki imwe ngitugutu ibihumbi ibiri na mirongo ibiri na gatanu dufashe kano kanya imbere ya

E, milioni amajana atatu na mirongo itatu na zitatu niibihumbi amajana ni abiri na mirongo itanu numu nani nijana na mirongo itandatu na gatandatu bisigurako ni 333 milioni 258,166 franc burundi muri ayo mahera amahera yashoboye kwinjira mu kigega cyanke yashoboye kwa kigwanga ngaha mu muryango w'abaisilamu na uburyo bungana ni miliyoni amajana abiri neaenamiioni 2 nicenda nibihumbi 6250 ayo niyo mahera, e na mahera yashoboye kwinjira rasmi mu muryango w'abaisilamu muri ayo mahera rero nkuko twabivuze ubwa mbere yuko ni hafi yababa imiliyoni amajana atatu

to kwitanga tohimiriza cyane gose mu kwitanga mu nzira yorawa Allah subhanahu wa ta'ala kugira ko toko toheza ino nyubaka inyubakwa ikomeye cyane gose y'umuryango w'abaisilamu mu Burundi kuri ubwo rero hari umugambi umuryango w'abaisilamu mu Burundi watanguje wo gusahiriza abantu no gushikira imijyango itandukanye mu gihugu cyose

yuko umwisilamu icyo akwiye kwitanga na mahera angana n'ibihumbi bitanu cyangwa bitandatu bivanye n'igitigiri cy'umujyango umwisilamu afise mu umujyango wiwe hama iyindi nzira yo kwitanga ni ku misigiti imisigiti yose mu Burundi ihamagariwe kwitanga mu nzira Allah subhanahu wa ta'ala nabone kuruno mugambi dufise mu kubaka inzu cyangwa mu kubaka binobiro no kubaka isale nkuko

nkuko twama twabikoze buri munsi wa gatandatu mukwitanga munzira Allah subhanahu wa ta'ala Allah ahezagire umujyango wacu wa Allah subhanahu wa ta'ala ahezagire umujyango wacu wa Kiislamu mugihugu cacu co Burundi Allah ahezagire indongozi zacu za Kiislamu mugihugu cacu co Burundi Allah ahezagire abaislamu bose eh, bahurikiye murino mujyango aho bava bakagera abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ivienu ipo vyema kuitumikia dini Alhuda mwongozo wa jamii